mama iko na watoto saba, anaenda hemea kabuchungu ya 3 mili fra. Ni za mingi sasa? Uone ile kabuchungu na murongo ya bunga, tena bunga ya nini? Ya muhogo njunakutana batoto biko hivi banaregea, habacheze habafurahi kupata ssfra za kunyolesha batoto nishida. Boda boda ni problemu, kisha tumana mtoto ase papa, balitwambia notre pays riche, a la maison vous êtes riche, lakini mkefika, nakumbuka siku nilikimbia hapa ya amani ambayo leo Goma Nyiragongo, watu wanaanza kusinzia, mnawaza munawaza Tinshasi na vifurahia na wale wa mwizi. Wewe alikuwa naiba makuta za serikali hapa, mnawaza mutu, mutu wenye alikuagasa wao, INSS SNS sonas kilishauta sasa, tunapita yeki vimba muroho, mnawaza wale watu wanatufurahia

umugabo arigira kama napenda kuwa mucheza mangula, munga na bangula, okay, kama napenda kuwa wakutia madredre nini, munga atakutia madredre na machawa ziongeze. kama kama unapenda kuwa mulimaji, nawaza hapa kwa pasteur. Si kila mutu wakati unalamuka Unaombeaka Mungu bariki kazi ya nini? Sasa wewe kama mikono yako inafanyaga mangula, Mungu atakubarikia. Mungu tukona elewana? Kama unachuruzaka kalamu unasema Mungu bariki kazi yangu, Mungu atamiltipie kalanga zangu. Kama unaendaka unalamkia kituku ku, kuleta masambaza

Batu walikuwa naenda lima. Ruchuru, watu ya Bwito wako hapa. Huko watu ya Bukombo, Bishusha Bambo, Nyanzale mnaona mnaambia bakubwa tunaona jinsi cha kufanya, lakini d'abord c'est qui mort c'est qui marque les pas la volonté la détermination et l'éthique wamama. Wamama tunawashukuru sana Goma nye, Goma na Nyiragongo hapa, bamama banafanya kazi mingi sana. Tunajua kama bapapa bamingi wanaoniaga makazi, lakini wamama

Ii amani ambayo tunaona kwenye, tunageukaka muzigo kuwazazi. Vijana, tuelewane, kunakuwa na miaka ambazo tunafika le kazi muzazi. Sheria inasema hivi, muzazi cheyi iko nadr ni kukusomesha ekole prime, ile ni haki ya mtoto unafika kusegoni. Yengine yote ni mix.

Ule msika mwenye uko na zani atakucheka siku utalupata, atakutafuta kuingia kwa jeshi. Wakajitoa wakaingia kwa jeshi, wakanasa chanzu, wakashuka Bunagana, wakashuka Tsegerero, Luchuru paka Kisegeta, ilikuwa na watanganyaka oo. Oh, anakamata drona na zipitisha hapa na busokoi

unasikia wani mambia, wa ndugu, wakati tuliingia kwa chama, watu walikuwa wakitucheka. Tunarekrite jeshi tuna rekrite watu wa kufanya ideoloji politiki wakwe, wana memba wa chama waende kwa mafunzo, wajue nini tunapigania na kwa nini tunapigana. Lakini vijana kama tunashimama hapa kama leo, hakukua piagi ni kwa sababu sisi tukiwa tukilala, kulikuwa majeshi walikuwa wakifanya nini? Wakipiga duria. Ndio kwa maana tunawasi, tunawaomba wa vijana wenye kuwa na utashi. Usiku ya juu limebesha mimba, mukartie unataka i usiku ya juu uko na deni, mukartie juu tuta, uh! Baba, tutakurudisha. Usiku ya juu uko na kania mtu Gisi, mini mpeke nilitoka nikaenda nikafunzwa, sikuwa na shida na mutu. Ndivyo hivyo na wewe wiyumve mu bushake bwo kuja kugwadiri igihugu chawe tuchikamate tukiyobore neza apanire bavantiie bamizise Bakinshasa. Wa vijana tuko pamoja, sasa tunafika ku bia serie mai usiku mkakuyaka muka mukakuyaka twala ule mwizi wangu kwangu kunyumba. Sasa shida yenye tuko nayo ni niye, niko mujane wa watoto kenda Mina munga mwingine mina kamatia kabaseka munga mwingine d <coughs> <coughs> <coughs> jumale bayatima kenda wapate murongo ya kukula, unashinda kwa ile magumu we usiku, baba mtusaidie, mulitusaidia kali, mulitusaidia Usitusaidie kibanda na mtusaidie kinuswa pana mtusaidie kile mtusaidiaka niko najiuliza, zile ndagara za s zipata kwanza, niko najiuliza haya yatima wanataka kula nini? Ule dada kasimama akasema ndakutundika kuyambia notae notable, akuye ona ule mutu amuonyesha ordre de mission, iko nalipisha zitaenda wapi? Kama nashindikana, andikia hoe village kwa message mbio mbio, siya kwetu ni, ni message tu pum, de milita tunakuya, tunamkamata lakini wandugu wapenzi, kwanza ita don hii ni tuenewani wa ndugu. Kuna wajane, kama uko na ile shida ya vile unakuinambia, chef de village anaenda kusheferi banaikomplete muama mwama anatiayako, so anaileta ku teritwari tunatiayako kashe unakuwa na ile fish. Hakuna saa mtu anakuya kulipisha, unaonyesha ile fishi, banakuacha utalipaka ata samfra. <laughs> Lakini siseme watu wote watakuwa twara zile mafish, ni wajane wasiojiweza. Kuko mujane mwenyiko na materio tano, ule neye ni indigene, basi sasa serikali sitia kama hatulipe kodi ya serikali Munapenda tutie kamba pale tuko gombana madawa na vijumba vya kuchomewa. Kuchemewe wakati wana kurekrite wanakupeleka, wanakutia msantre ya regroupement, il faut unachunga idadi yene. Hatuwezi funza watu waine watu kumi kumi na tano, tunaelewana tuna idadi ambayo tunachunga. Wakishaenea tunawapeleka msantre d'instruction.